Atimbai, dakika 90 zimetamatika, na klabu ya wekunda Msimbazi Simba kwenye uwanja wao wa nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhuyo wameibuka na ushindi mzuri kweli kweli wa mabao matatu binsufuri. E, Simba anaibuka kidedea. Lugha nyepesi unaweza kusema ya kwamba no nope pantev no pila tatu no problem. Hivyo ndivyo ambavyo e, Simba wanatamba kwelikweli namna hii, baada na ya kupata ushindi mzuri wa mabao matatu. E, timu bwana Mbeya City imepigwa kipigo cha mama mkanye mwanao sihitaji mazoea. Sasa tuko naye hapa Dominic Salama, na atakwenda kutupitisha kwenye chambuzi nzuri bora na yakinifu kwelikweli kwenye dakika tisini ambazo tumezishuhudia. Je, nini hasa ambacho eh, kilikuwa cha tofauti kwa Simba pantevu na Simba matola? Mambo ni mazito kweli kweli, Domi, uko vizuri bro? Mi niko vizuri, vizuri kabisa. Uzima upo na ulalamiki, namshukuru mwenyezi Mungu. Ndio, no Pantev, no problem. Ama kwako kwa kuna shida bado? Kuna shida kwa sababu hmm, tuitegemea kuona mchezo mzuri okay, na pengine tungeweza kufanya assessment nzuri hmm, ya kuweza kuangalia pattern ya kuweza kuangalia kujitoa, ya kuweza kuangalia hali, ya kuweza kuangalia mbinu okay, endapo kama mwamuzi Mwinchui asingeharibu mchezo mm, mchezo ulikufa na kuharibika pindi tu mwalimu muamuzi alipoamua kuharibu mchezo Okay. Yaani mchezo ulikuwa ni mechi nzuri. Simba angeweza kupata game nzuri sana leo hii. Yeah. Na ilikuwa ni sehemu ya kuweza kufanya analysis ya, ya kina, mm. kuweza kuona kwamba kama kuna kitu kubadilika yeah. au kipo. Lakini baada ya Mwinchui mm. kuamua kuharibu mchezo kwa mm. makusudi, from there hakuna ambacho unaweza ukafanya assessment zaidi ya kusema tu Simba ameshinda mm. yani sana leo hii. Unakuwa unapigana boxing umejiandaa, alafu na mmoja umemkata mkono mmoja, au umemfunga mikono, alafu unamshinda baadaye, unataka uchukue taalamu waje kuassess mchezo, yani mechi ilikuaje? mm. assessment inafanyika kama factors zikiwa sawa. Sizungumzi kwamba timu haiwezi kupata labda kadi nyekundu au kupata penati. Ni matukio ambayo yapo miongoni mwa sheria za mpira wa miguu. okay. kenda kwa sheria kumi na saba za mpira wa miguu zinaruhusu mwamuzi kuweza kutoa red card, kuweza kutoa yellow card, kuweza kutoa pigo kubwa, pigo dogo na vitu vingine vingi vya msingi. Na vinakuwa ni sehemu na part ni pasi ya nini mm. ya mchezo lakini, okay. mwamuzi atakapoamua kufanya matendo hayo kwa utashi wake mm. kinyume na taratibu maana yake anakwenda kuharibu mchezo, mchezo na anakwenda kutoa favor kwa timu moja kuweza kuchukua alama tatu. Kwa leo Mbeya City wameathiriwa na maamuzi ambayo hayakuwa sawa, hayakuwa yakimpia na yameshangaza, lakini pengine maamuzi alikuwa na anania yake, anajua mwenyewe. Ndio tunarudi kule kule kwenye msimu uliopita kwamba kuna wakati waamuzi wanakwenda kudemoralize team, wanakwenda kuua plani kabisa, wanakwenda kwa timu nyingine ziweze kupata faida na nyingine zipate faida. Kwa hiyo ni okay mechi ambayo binafsi ndasema tu kwamba shujaa wa leo sio Abraham Morris, shujaa wa leo <laughs> sio <la>, aowa <laughs> eh. Shujaa wa leo sio kijana Mkenya mm. ambaye ameingia dakika za mwisho, unaona leo, shujaa wa leo alikuwa ni mwamuzi Mwinchui mm. ndio ameweza kuwafanya Simba waweze kuondoka alama tatu kama walivyotaka, mm. Bwana Abdallah Mwichui mm. ndio ambaye amekuwa shujaa wa leo kwenye mchezo huu. Ni kwa namna gani Salamba anasema hivyo ili kulingana na matukio tata ambayo yeye Dominic Salamba anasema ameyashuhudia e, kwenye mchezo. Tafsiri kunapokuwa na matukio tata e, manake mwamuzi ameshindwa kuzitafsiri vyema. Sio kushindwa kutafsiri, unazitafsiri lakini, je ni vyema? Manake si vyema, kwenye moja umeweka mbili. Tuanze hapo kwenye matukio tata. Kwa mantiki hiyo tunakili kwa kwamba mchezo wa leo kulikuwa na matukio tata je? Yeah. Tukianzia na tukio la red card, haikustahili, haikustahili kabisa 100%, akotakiwa kuwa red card kwa sababu okay. na Unaangalia intention ya mchezaji mchezaji mm. kweli, ameweza kumpiga kiwiko Ndiyo. Wakati akiwa na anapambana ana, ana, ana, kuweza kumiliki mpira no, akiwa okay. Anacheza haikuwa kitu rafiki, kitu ambacho muamuzi haitakiwi tu aweze kuamuru iweze kuwa ni foul mm. Kuelekea Mbeya City mm. Na hata kadi njano ya kustahili ndipo okay. Unakwenda unamuonya kwamba ni tukio ambalo linaweza likahatarisha usalama mchezaji mwenzako mm. Lakini alikuwa katika yani, akuwa kampegea, kama kama amekaa tu hivi hawana yeah. Mpira hawana movement yoyote akampeki peps, hiyo ni moja kwa moja, ni red card haina mm. haina any excuse, ni straight mm. straight red card mm. yuko na mpira sawa, anakabwa na mchezaji wa Simba yeah. katika movement mm. anatanua mkono mm. anampiga na ilikuwa ni very slight ile, unakwenda kutoa straight lady card yeah. Tukiona wakaenda akafanya kapombe the same tukio kwa mchezaji wa Mbeya City, amefinda kutoa yellow card kwa nafikiri mwamuzi alikuwa na intention ya kutaka kuwapunguza Mbeya City yani ndo lugha sahihi la rais mm, na alivyopunguza from there, unaweza kuona before ile mm. kadi mechi ilikuwa imebalance. Mbeya City alikuwa anashambulia katika mpango wao na plan yao, kwa sababu yeah. timu Simba ni timu kubwa, Simba ni timu kubwa kwa hiyo yeah. na Simba ukiwa tu umetimia, mm. yani wakiwa wako 11 na Mbeya City 11 mm, tayari Mbeya City wanakuwa wanapungua watu wawili au mtu mmoja. Okay. Yaani mkiwa mmetimia yani 11 11. Mm. Tayari Mbeya City wanakuwa na watu tisa au kumi kwenye hiyo mechi yeah, tofauti na Mbeya City, tofauti na Simba. Simba anakuwa na na faida ya ziada mm, kwa nini? Kwa sababu Simba na quality ukompea na Mbeya City, ana wachezaji wakubwa, kompea na Mbeya City, ana training nzuri na kila kitu kizuri ambacho kinamfanya aweze kuwa favored hasa, mm, tena bado wako watu tisa, unakwenda kupunguza mtu mwingine maana yake, yeah, unakwenda kuongezea shimo, kwa sababu ili plani yao ya ile, ile, ile game plan iweze kukamilika lazima wote watimie kiwanjani na lazima wote, mm. wote watimize majukumu yao kuanzia kwa asilimia themanini. Mm. ili uweze kupata alama moja dhidi ya Simba na Yanga, au uweze kupata ushindi alama tatu, mm. lazima ujitoe katika kiwango cha asilimia themanini kwenda juu na usifanye makosa yoyote ya msingi katika maeneo muhimu, ndio unaweza kuondoka na alama dhidi ya timu. Ndio maana unakuta ni nadra kuona Simba na Yanga wakipoteza point kwa msimu, okay. utakuta hasale mbili kafungwa mechi mbili ndio amemaliza mm. Wakati mwingine mfungo tu huyu amemaliza, kwa sababu quality zao ziko tofauti na hizo timu nyingine, hasa anapokuja muamuzi tena kuja kuongezea damage yeah. Maana yake unakwenda kuamaliza kabisa, kabisa. Wakiwa tu wametimia mm. bado mtu kuja Sansoa, bado Moris Abraham, bado jinsi ya wa bado mpanzu anawasumbua mm tuna kwenda kutoa mtu. Tunafikiri ni mechi ambayo imeharibiwa na muamuzi kwa makusudi. Okay. Na mwisho wa siku tunafahamu hata kama atapata adhabu lakini Simba tayari wamechukua alama tatu mm. ambazo zipo zitakwenda kuongezeka na Mbeya City, ambapo walikuwa katika kupambana walao waje kujinasuru, kawako wako sehemu nzuri mm. unakwenda kuwapatia damage ya alama tatu ambazo inaweza ikapelekea wakashuka daraja kutokana na maamuzi ya leo ya mwenchui ambaye anaweza kuyafanya. Duh, Bwana Dominic Salama, kama anapata kitu hivi kwenye mazungumzo yako, ukiachana na tukio hilo la red card, unafikiri ni matukio yapi mengine ambayo ya mwamuzi alishindwa kutafsiri sheria vyema eh, za mpira wa miguu? Nafikiri hilo ndio tukio kubwa. Matukio yako hmm. mengi, lakini baada ya pale hmm. akaanza kubalansi tu kawaida, lakini hmm. Lengo la msingi lilikuwa lishatimia. Okay. Yaani lengo la msingi lilikuwa ni kumpunguza mtu mmoja Mbeya City. Yeah. Ambao alishafanikisha. Mm. Na yeye ndiye mwamuzi. Hakuna mm. mtu anaweza kumpingia, hakuna VAR, hakuna nini. Lakini kitu cha kushangaza hata line mm. ambayo alikuwa pembeni, ambaye ni mshauri wake, alishindwa kutoa comment yoyote mm. na kuweza kwa kwa from there maana yake kila ambacho kiliendelea maana yake unakuwa una, unahalalisha katika mambo isiyo kuwa halali. Okay. Kwa hiyo matukio mengine yalotokea ni ya kawaida na yakaendeleza kile ambacho. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza leo tumeshuhudia maamuzi ya msimu uliopita ambao yalikuwa ni kandamizi lao, tena yameweza kurudi katika mpira. Toka ligi imeanza tumeweza kuona sasa eh, mambo yanaanza kurudi tena katika lile ile ambayo tulikuwa tunazungumza. Mm. Yeah. Uh. Bado wa hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salamba anatupitisha kwenye zile small small details, yani taarifa ndogo ndogo zilizopo ndani ya taarifa ya jumla. Eh, maanake taarifa ya jumla ni Simba kupata matokeo. Lakini kuna namna ambavyo mambo hayakuwa vizuri, je? Yeah. Eh, mnazijua hizo taarifa, ndizo ambazo Salamba hapa anatufafanulia na kutuelezea eh, kwa undani zaidi na kutueleza kwa undani wake nini hasa ambacho e, kilipaswa kwenda hivi na mwisho wa siku akikwenda hivyo ambavyo kilivyopangwa. Simba sasa kwa ujumla, kwa namna ambavyo amecheza chini ya mwalimu Matola e, na namna ambavyo mwalimu amefanya mabadiliko, kina Beja Bel ameingia ambaye akuwahi kupata nafasi na, na sikupata tu nafasi e, ametupia pia na goli. Taswira mpya kwa simba inatengenezwa kwa maana Matola anaweza kuvaa vizuri kweli kweli viatu eh, vya kocha ambaye ameondoka na watu kuwasaulisha shida zote, akaiongoza na kuwapa Wanasimba furaha, ama bado Simba waendelee kutafuta, kama si meneja basi kocha mpya. Mimi nachokiona naongea tena hmm, yaani leo hii siwezi kufanya critical analysis mm. Kwa sababu itakuwa inapwaya okay. Itakuwa inapwaya mm. Yaani, siwezi kutoa credit kwa Simba mm. Kwamba wamecheza vizuri mm. Katika mchezo wa leo hii okay. Hapana, siwezi kusema Mbeya site mm. hawakuwa vizuri kwa sababu mm. Mwamuzi ndio star wa leo hii. Kwa hiyo game plan ya leo <laughs> alikuwa nayo Mwinchui mwamuzi mm. Ndo alikuwa na game plan mm. Kwa hiyo ndio kusema ni kwamba Mbeya site wamepoteza mm. baada ya makosa ya makusudi ya mwamuzi mchui ambayo anaweza kuyaamua ndio aliyo waathiri. Kwa hiyo tukianza kuzungumza, pengine tusubiri mechi inayokuja dhidi ya Azam, kama patakuwa na maamuzi fair, ndio tukaona kama kuna changes ambazo zinaweza kutokea. Tunapozungumzia Simba na Yanga, hawapo katika ubora, tunakwambia kila siku yes. Sio kwamba ndio wanaweza wakawa, yani kwa wanapigwa pigwa na timu za kawaida mm. Yanga aliswago miaka minne anatafuta ana, ana, kuwa ubingwa alikuwa na nafasi ya pili, no, okay. Simba miaka minne mm. Lakini wapili, watatu, wapili mm. Kubwa, kubwa. Kubwa. Yes. Lazima ufanye kazi zaidi kwa sababu kuna tofauti kubwa kati yao au kati ya Simba na timu nyingine ukitoa pengine na Yanga ambazo kidogo katika ile level tofauti na timu nyingine. Mm -hmm. Kwa hapa kwa timu nyingine hizi Dodoma Jiji siko siuni uni si na Mungu ili wapate matokeo, hata kama Simba ina shida, ni lazima wapambane. Sasa inapotokea wale ambao wanatakiwa pambane, unakuwa ni ku, kuwapunguzia nguvu, ndio ambacho kinakwenda kuleta shida. Kwa hiyo hii siwezi nikafanya any assessment. Isiwezi kwa Simba alipata matokeo katika mechi ambayo alitakiwa kupata matokeo, kutokana na Mbeya City hawakuwa katika leo kwa mbali kwamba jiandaa nayo akuwa kwenye plani yao mwamuzi yanamwa kuwaondoa. Kwa hiyo akashindomana. Magoli yote aliyofungwa ni, magoli ya space baada ya kuwa wamepungukiwa. Angalia goli la kwanza linafungwa tayari wana, wana, wana, damage ya mtu mmoja. Simba wanatumia opportunity, wanatumia upande wa kushoto, yeah. no, ambao upande wa kulia wa, wa Mbeya City wanaweza wana kupush, wanaacha space Mbeya City wanaadhibiwa. Goli la pili anakosa option, ana gap la mtu mmoja. Naona anataka kwenda kushambulia, aone nafasi, anapata pressure ya wachezaji wa Simba katikati, anapiga pasi ambayo haifiki na kutana na Soa, anafunga goli. Goli tatu the same, punja pili na ile kali ilikuwa ni ni ya mapema. Kwa hiyo ilikuwa lazima waweze kwani kutumia nguvu kubwa kutafuta mpira na kuweza kumanage. Okay, katika kali ambao wamechoka angalia kule inafungwa, yeah. Anachukua mpira kwani inapigwa cross kule na ni bajaba peke yake, ana score. Kwa hiyo ni ni mechi ambayo waliathiriwa plani yao yote iliisha, yes. Baada ya ile kadi mm, na wakawa wamekosa mpango mkakati, kwa sababu hata kama wangeamua kuzuia bado ulikuwa ni muda mrefu wakiwa tu wametimia, bado hawana utimamu wa kimaamuzi kwa asilimia mia. Tena kwanza unawapunguzia mtu mwingine. Kwao ni mechi ambayo mi binafsi kuanza kuandika makala na kuizungumzia itakuwa ni kujidanganya wee mwenyewe, ambako watu wameweza kukufanya, lakini mm, kwa upande wangu uwezi ukakuta hiyo analisis hata siku moja. Bwana, wewe, hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salamba anatupitisha na kutugaia zile small small details kwa kile ambacho kimetokea, eh, lakini endelee kukumbusha tu ya kwamba Helabet ni kampuni nzuri kwelikweli ambayo inatoa bonus mpaka shilingi laki tatu eh, za Kitanzania. Ni rahisi mno eh, unapojisajili ama kujiunga Eh, kuwa mwanafamilia wa hela beti bwana, kuna sehemu pale unaambiwa weke uweke promo code. Sasa promo code yako itaandika neno Salamba kwa herufi kubwa, hiyo inakuwa tiketi ya wewe kupata kitita cha fedha mpaka shilingi laki tatu za Kitanzania. Fanya hivyo ili mambo yawe mazuri kwelikweli. Lakini hela beti pia, taarifa njema wanashirikiana sako kwa bako e, najamvika na Salamba kwa ajili ya kukutengenezea wewe mkeka, na unapata mkeka bure kila siku wa kutengeneza maokoto yako huku, bwana. Wajanja wanaenjoi kweli, kweli. kazi kwako, ndio maana hela betu e, anakuambia bwana, oti za kwetu mkeka wa kwako, na ushindi pia unabaki kuwa wako. Mimi naitwa Nicolas John Salamba. E, tupitishe kidogo kwenye Jamvika na salama ni kwa namna gani? Pia tunaendelea kutengeneza maokoto ya kutosha. Nafikiri ligi li, li, li, nyingi zimerejea, lakini yes. pia tunakwenda kwenye michuano ya Afcon. yeah. sio muda mrefu ni michuano ambayo tumejiandaa, mm -hmm. kwenda kuhakikisha kwamba mashabiki wote au Ndiyo. wale wote watumiaji mm -hmm. wajamvika na salama wakiwa wanapewa support nguvu mm -hmm. na hela bet wanakwenda yeah. kupata odds za uhakika lakini pia kwenda kupata wa ushindi cha kufanya mm, ni kuendelea kutufuatilia. Chukua simu yako yoyote, iwe ni Android au simu ya kawaida, naenda kapige nyota mia moja hamsini nyota hamsini nyota moja mm. leli really, kisha baada ya hapo mm. unaweka namba ya kampuni yeah. mia sita na kumi mia mbili hamsini na moja ishirini na nane kisha unaweka kiasi kwa mm. siku shilingi ni shilingi elfu moja kwa wiki elfu tano na kwa mwezi shilingi elfu, elfu kumi na tano, kumi na tano. Then, baada ya hapo utapokea hmm. ujumbe kutoka Selcom, yes. TV ukiwa umethibitisha kwamba umejiunga na una haki ya kuweza kupata jamvi lako kuanzia saa tano na nusu asubuhi mpaka saba na nusu mchana ili uweze kufea maokoto. Lakini kwa wale ambao wangelaani kupata free tips kutokea jamvika na salamba ni very simple, naenda kwenye simu yako kapakue au kajiunge kajisajili kwenye application ya Helabet. Ukifika pale unatumia promo code salamba kwa elfu kubwa. Baada ya hapo utapata nafasi ya kuweza kupata mikeka ya bure, lakini pia unaweza kujishindia bonus hadi shilingi laki tatu. Lakini pia tuna magrupu mengi ya WhatsApp ambayo tunatoa free tips. Cha kufanya pita katika, katika peji yangu ya Dominic Salamba au kwenye Salamba Plus pale juu kuna linki ambayo ukaenda ukikliki inakupea kuweza kuingia katika magrupu yetu ya WhatsApp, lakini pia kuingia kwenye Salamba kwenye, kwenye channel ya WhatsApp ya Salamba. Na wale ambao wanapenda kupata habari mbalimbali za michezo, basi unaweza kwenda ukapakua application ya Salamba TV ili uwe miongoni mwa watu ambao wanaburudika, wanaelimika, lakini pia wanapata nafasi ya kuweza kupata opportunity ya kupata mikeka ambayo ukiitumia unaweza kupata pesa na kuweza kutimiza malengo yako ya kufunga mwaka na na 2025, 2025, 2025. He, bare, eh, tulikuwa tunasema jamvika eh, na Salamba elfu mbili na ishirini na tano sipojipanga utapangwa, na ishirini na tano inaisha, na sasa kwa ajili ya kufungia mwaka eh, kwa sababu tuna ofa wa kibao watu wanaokota kila leo eh, tumekuja na slogani mpya mwezi wa kumi na mbili, nakwambia jamvika na Salamba haina janja janja janja wanaokota imeishi imeishiyo, Jamvika na Salamba haina, haina janja janja janja wa wajanja wanaokota. Hiyo ni kauli ya kufungia mwaka hey. Usipojipanga au utapangwa wailalika, maasalamu. Asante <laughs> <laughs>